Mmechoka? Haleluya! Mechangamka? tunawapenda sana. Mwalimu Babu mnamjua, ndio? ni <laughs> mwalimu wenu, ndio. Sasa Mwalimu Babu leo amewaletea wageni. Lakini pia na mwalimu mama tunamjua, ndio? Yeah. Yeah, amewahi kuja kuwafundisha si ndio? Ndio. Yeah. lao Injili kwa mtoto imefika hapa shuleni kwenu. Kubwa zaidi ya yote tuko hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na tunatamani tamani watoto wote wote wote wote wajazwe nguvu ya Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu, sisi hatuwezi <laughs> Pasipo roho ya Mungu hatuwezi, hatuwezi, hatuwezi, hatuwezi. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumefika mahali hapa aa, kubwa zaidi ya yote tumekuja kuwaona, na kubwa zaidi ya yote kuweka kitu cha Yesu ndani ya mioyo yenu. Haleluya. Tunayaweza mambo yote katika yeye, tunayaweza mambo yote katika yeye. Haleluya. Jana tulikuwa shule nyingine, lakini leo neema ya Mungu imetutembelea tena kuwepo kwenye shule nyingine na darasa jingine. Jana tulikuwa darasa la tatu shule nyingine ya e jirani, lakini leo tuko darasa la saba, si ndio hivyo? Mnajiandaa kuelekea mtihani, si ndio hivyo eh? Pasipo Yesu hatuwezi. Haleluya. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi. Haleluya. Roho Mtakatifu anatukumbusha haleluya. Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu. Bwana asifiwe sana Ale. Roho Mtakatifu anatuketisha pale tunapostahili kukaa. Amen. Roho Mtakatifu anafukuza shida ndogo ndogo. Ndogo ndogo. Anafukuza shida kubwa kubwa.

Leeneo musi Bartolomao, alikuwa na mtu kipofu tangu kuzaliwa kwake, naye aliitwa Bartolomayo, alikuwa akiketi njiani, naye alikuwa muombaji. Siku moja hpa alikopoa na watu alikopoa na pita, na Yesu alikuwepo, akauliza ni nini, wakaambia ni Yesu Mnazareti. Moyoni mwake akasema, na mimi natamani nipate kuona Akasimama kita, Yesu mwana Daudi ni rehemu, na wengi wakamkemea ile anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti yake akisema Yesu mwana Daudi ni rehemu. Ak, Yesu akasimama na makutano yake akasema, mwiteni. Wakamwita akamwambia, nataka nikufanyie nini? Akamwambia, mwalimu wangu, natamani pate kuona tena. Akamwambia, imani yako imeponya. Naye akapata kuona, akamfuata njiani. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. kuna tunamshukuru Mungu sana sana sana kwa simlizi hata darasani atapafomu sana. Mtoto ambaye ana ufaulu mzuri sana ni yule ambaye ameconcentrate kumsikiliza mwalimu wake. Mtoto mwenye adabu nzuri ni yule ambaye ameconcentrate kumsikiliza mzazi wake. Lakini yule mtoto mwenye fujo nyingi, hana maisha, hana maisha, hana maisha. Asante. Kama unaandika basi, kichwa cha habari ni Roho Mtakatifu na mtoto. Roho Mtakatifu na mtoto. Ehe. Hivi kumbe Roho Mtakatifu pia anapaswa anapaswa kujaa ndani ya watoto. Kwa kwa kwa nini? nini? nini? kwa nini mnamhitaji Roho Mtakatifu Eh, niambie. Atawawezesha kufanya chochote? Sasa nataka tuangalie yale ambayo Roho Mtakatifu anaweza akafanya kwa mtoto. Watoto huwa wanatekwa, watoto huwa wanatekwa, ndio? Wangapi wanasema hapana, hawatekwi? Ah, watu watakushangaa. Watu wanachukua watoto kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Ya kafara, si ndio? Eh, hey. Saa nyingine kwa ajili ya nini? Kulazimisha pesa, kulazimisha kwamba pesa zitolewe, asema ninahitaji milioni hamsini kwa ajili ya kukurudishia mtoto wako. Hamjawahi kusikia hiyo? Ungaliweza kuwa wewe. Sawa sawa, sasa je, sisi tutawezaje kushinda kitu kama hicho? Roho Mtakatifu anaweza kuepusha hiyo? Je, yeah. Anaweza Roho Mtakatifu kukuokoa katika hali ya namna hiyo? Najuaje? Yeah. <coughs> <coughs> <coughs> kweli Roho Mtakatifu ni msaidizi. Sasa ni kwa jinsi gani anaweza akafanya, jamani? <coughs> yeye ni nani? Yeye ni Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa kwa wale wengine wageni wanashangaa, mara tunasema Yesu Mungu, mara tunasema Mungu Baba, Mungu mara tunasema Roho Mtakatifu Mungu. Ni kwamba sisi Wakristo tunamwabudu Mungu katika nafsi na nafsi ya Mungu Baba, tena pamoja na wewe Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba. Wale wote ambao hawakusema Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na sasa sitazungumza juu ya Mungu Baba wala juu ya Yesu Kristo, lakini wote ni Mungu. Tunamwabudu na Mungu mmoja, sio Mungu watatu, sawasawa eh? Inakuwa e, ngumu kuelewa, lakini utaelewa tu, chukua kwa imani yeye anajifahamisha kama mimi ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba aliumba mbingu na nchi, Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu wa uokoe kwenye dhambi, Roho Mtakatifu amebaki akitunza kanisa. Ni nani bwana wa kanisa leo? Ni Roho Mtakatifu. Na yeye huyu Roho Mtakatifu ni nafsi kabisa, anaudhika, anahuzulika, anasikitika, anafurahi anahisia kama mtu mwingine yeyote sawasawa. Roho Mtakatifu sio ndege wala sio upepo wala sio moto wala sio maji haleluya. Lakini katika vitu vyote hivyo Roho Mtakatifu ameonekana kwenye bibilia, akijidhihirisha kama moto, mahali pengine kama upepo tu, mahali pengine kama maji. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine akaonekana akishuka juu ya Yesu Kristo kama ua, kama njiwa Sawasawa, lakini Roho Mtakatifu sio njiwa. Bwana Yesu asifiwe, ila anatumia chochote anachokitaka yeye, ni Mungu. Sasa niwaambie hadithi kidogo, kuwaambia ya kwamba Roho Mtakatifu mna mhitaji nyie watoto, mahali ambapo ni pagumu, baba hayupo, mama hayupo, askari hayupo, chochote. Kuna mtu mmoja alikuwa, walifundishwa darasani kama hapa, kumuhusu nani Roho Mtakatifu na jinsi anavyoweza kuwasaidia. Akasema siku utakapotekwa, nisikilize kwa makini nyinyi watoto wadogo. Nyinyi siku utakapotekwa, siku utakapofanya nini, wale wanaokuteka watakapokuwa wanakuhoji, usiwajibu kwa lugha ya wanayoielewa yaani Kiswahili au Kiarusha au Kirangi au Kipare. Ehe, ehe, kwa lugha yoyote ongea nao katika lugha ya Roho Mtakatifu. Kumbe watoto, mjue Roho Mtakatifu ana lugha yake. Roho Mtakatifu tunajuaje? Wakati kanisa la kwanza lilipopata Roho Mtakatifu, Roho aliposhuka kwa mara ya kwanza kwa ajili ya dunia nzima, maana kabla ya hapo Roho Mtakatifu alikuwa anashuka kwa makundi matatu tu ya watu watu wa aina tatu tu katika ufalme wa Israeli, kwa mfalme kwa kuhani na kwa nabii. Watu gani walikuwa wanapata Roho Mtakatifu? Kwa mfalme kwa kuhani na kwa nabii. Hao ndio walikuwa wanakuwa na Roho Mtakatifu, lakini watu wengine wote walikuwa inabidi waende kwa nabii, inabidi waende kwa mfalme, inabidi waende kwa kuhani, sawa sawa lakini Mungu akaahidi kule kule kwenye Agano la Kale, siku moja nitamwaga roho yangu juu ya wote wanaomtaka. Roho Mtakatifu hiyo ni pamoja na watoto. Haleluya. Amen. Hiyo kwa wale wanaoandika, sijaona yeyote anayeandika, hai dhuru kwa wanaoandika kichwani. Yoeli sura ya pili na mstari wa ishirini na nane na ishirini na tisa imerudiwa katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kumi na saba ambapo Biblia imesema itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Hiyo ni zamani sana, miaka zaidi ya mia labda mia saba kabla ya hili andiko kutimia, ambalo lilitimia wakati gani? Ni wakati wa Pentekoste, siku ya Pentekoste. Sema Pentekoste Pente sasa usiseme kwamba huyu sasa anakufundisha mambo ya dini yake. Hapana, iko kwenye Biblia Matendo sura ya pili na mstari wa kwanza mpaka wa nne Ilipotumia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Ni watu gani hao? Wanafunzi wa Bwana Yesu kumi na mmoja pamoja na wale na, na wengine wafuasi wa Yesu mia moja na tisa jumla watu mia moja na eh? kumi na moja jumlisha na mia moja na tisa ni ngapi? wote wote walikuwa orofani wanaomba, wanamwomba Mungu, wanamwomba nini? Roho Mtakatifu. Siku kumi kabla, siku kumi kabla ya Pentekoste, Yesu aliwaambia hivi ndio hivi na, na pa sasa, ndio siku hiyo anangojea kupaa kwenda mbinguni. Akawaambia mtajazwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache, na kabla ya hapo alishawaambia nikifika kwa Baba yangu nitakapoenda nitamwomba awape Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa viko hizi siku zikapita, siku zinapita kama arobaini na tatu hivi. Akawaambia mtajazwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Hizo siku arobaini na tatu ni siku zile ambazo zilikuwa kati ya alipo ahidi ya kwamba akifika kwa Baba atamwomba atume Roho Mtakatifu. Na hiyo siku ya arobaini na tatu sasa ni kati ya siku arobaini ambazo Yesu Kristo alikuwa duniani baada ya kufufuka. Anakuja anawatembelea, anaondoka, anakuja anawatembelea. Siku ya arobaini akakusanyana nao akawa tayari kupaa kwenda wapi? Jamani, Yesu wetu alipaa kwenda wapi baada ya wa Yesu kuteswa akafa siku tatu kaburini, alifufuka na siku arobaini baadaye akapaa juu mbinguni. Baada ya siku hizi, siku ile aliposema kwamba nitawatumia Roho Mtakatifu ili mvikwe nguvu tayari kwa kuhubiri kote kote. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa ajili ya nini? Nguvu ya kuweza kuhubiri, sema nguvu kuweza kuhubiri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akawa ameahidiwa kwa kazi hiyo, nguvu kwa ajili ya kuhubiri. Akawaambia, ndipo mtakuwa mashahidi wangu sehemu zote, kwa siku hizi chache hizi mkae mkimngojea Roho Mtakatifu. Yesu akawa amepaa mbinguni, anasema akifika atamwomba Baba amtume Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa tunamwona Yesu akiwa mbinguni, anamuomba nani? Mungu Baba amtume nani? Aha, wote watatu nawazungumza sasa. Baba ndio wakujaza Roho Mtakatifu. Yesu anamwomba Mungu Baba atume Roho Mtakatifu kwa wale waliomwamini kwa damu yake. Wangapi wamemwamini Yesu na damu yake? Haleluya, mbarikiwe, shusha mikono. Wale ambao bado hamjamwamini, nafasi bado ipo, yeyote amwaminie Yesu anao uzima wa milele. Anatoa vitu chanya, si ndio eh? Yai hatoi jiwe, si ndio? au unge akimwomba samaki hampi nyoka si ndio eh? Sasa mungu anasema hivi, wazazi wenu nyinyi ni waangalifu kufanya vitu vya namna hiyo, mbona mimi mnaniona kwamba sitaweza kumjaza roho mtakatifu yeye ya aombae? Ngoja nimalizie mstari basi: ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa roho mtakatifu au wamombao Haleluya, nataka tuseme wote hapo ah, pa mwisho. Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wa maombao? Nisikie haya, tuseme pamoja. Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wa maombao? Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Naomba wale wanaomwomba Roho Mtakatifu nione vidole pale, wanaotaka kumwomba Roho Mtakatifu. Haleluya, wote tu, uwe umeokoka, uwe ni Mkristo, uwe ni Mwislamu, uwe una dini wote ambao wanamtaka Roho Mtakatifu, naomba anayelala naelala mwamshe. Kwa kwa hiyo kuna kuna ambao hawamtaki Roho Mtakatifu, yuko mmoja hu ah, na dirishani. Sawa kabisa. Sawa, sawa, sawa kabisa. Sasa lakini kuna kitu kimoja, kabla ya Roho Mtakatifu kushika mikono, kabla ya Roho Mtakatifu kuingia maishani, lazima ni lazima kuokoka. Ni lazima uwe mwanafunzi wa nani wa nani? Nani alikufa msalabani? Lazima uwe wanafunzi wa nani? Kristo. Yes. Na sawa eh? Yes. Kwa hiyo ni lazima, na tunaanza pamoja. Sasa naomba kila mmoja ambaye yuko tayari kwa ajili ya kupokea roho mtakatifu, lakini kwanza ampokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kupiga magoti kwa ajili ya kumkaribisha Yesu, usije mbele. Asante sana <laughs> haleluya. Sasa tuombe sala hii pamoja. Mlioko nje, mlioko nje ambao mnataka nanyie, ingieni hapa mpige magoti huko ndani, wale walioko nje. Haya, tunasema maneno yafuatayo, tufuatane pamoja. Funga macho yako, nenda rohoni, mwambie mungu maneno yafuatayo. Mungu Baba, asante kwa maneno yako, asante. Baba angalia kiu yao mmoja mmoja, kaguse maisha yao sasa. Karibu Roho Mtakatifu, unakaribisha maishani mwao kwa kila mmoja. Bwana, akapata kuiona nguvu ya Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha, katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, tunakupenda Roho Mtakatifu. Bila wewe hatutaweza kitu chochote, wewe ni Mungu. Nani aliye kama wewe? Tunakubariki, tunakutukuza, tunakutukuza Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa uzima. Asante Roho Mtakatifu. Watawezaje maisha haya? Watawezaje dunia hii? E Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, ni kwa nguvu yako Bwana wataweza kushinda yote yaliyoko mbele yao Bwana. Watamsikia Roho Mtakatifu akiwafundisha hata katika masomo, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu. Unapoomba ukasikia kwamba lugha inakuishia inaanza kuja lugha nyingine. Endelea kuomba, maana roho Mtakatifu, usinyamaze, usifunge mdomo, ongea, tamka, tamka, mwambie, nijaze Roho Mtakatifu, namuhitaji Roho Mtakatifu, Ninamhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho wa Mungu, karibu Roho wa Mungu, karibu tia watoto hawa, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu tia watoto hawa.

Kwa jina la Yesu wanakuhitaji, Bwana wanakuhitaji, Roho Mtakatifu wanahitaji uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu ili, e Bwana wa mabwana, jina lako likapate kuonekana, kuimarika katikati yetu Mungu na ufalme wako Mungu wetu ukapate kujengwa kwa jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, jaza hawa watoto, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu maana Bwana wewe unasikia kati kati jina la Yesu, katika jina la Yesu Amen. Amen. Tukae, tukae, tukae. Sijatoa ruhusa kwa makelele yasiyo na maana, okay? Tulikuwa tunaomba, tumuombe Roho Mtakatifu, sio kupiga makelele yasiyo na maana na hatutaki hatutaki tudharau kipindi ambacho tumepewa na mwalimu. Tungeliweza kuendelea kuomba kwa muda mrefu zaidi, lakini wewe utakapofika au utakapoondoka au hata kabla ya kuondoka, endelea kumsihi Roho Mtakatifu kujaa ndani yako. Yuko tayari kuingia maishani mwako. Haleluya. Ukiona umemkosea Mungu mahali, tubu ile dhambi haraka. Nie hapo, eh, ndiye nie wawili hapo. Ukiona umemkosea Mungu, mwambie Mungu ninarudi msalabani. Damu ya Yesu Kristo inisafishe tena. Alafu endelee kuomba Roho Mtakatifu. Swali. Darasa langu alinaga maswali. Ah, si vizuri hivyo. Haleluya. Karibu mwalimu baadaye atanipenda. Nataka tutumie dakika chache tuombe kwa ajili ya mitihani, huenda tusipate nafasi tena. Sawa, si mko darasa la saba eh? tuombe ulinzi muende mpaka wakati wa kufanya mitihani. Haleluya. Kuna mtoto mgonjwa angetaka kuombea sasa Okay, funika macho yako, utafatiliza maneno haya alafu baadaye tunaomba ulinzi kwa habari ya darasa la saba lako. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Mtoto wako. Siwezi peke yangu. Nimenyamaza. Niko darasa la saba. Darasa la mitihani. Bwana Yesu. Ninaomba uwepo wako kwenye hatima ya maisha yangu kwenye hatima ya maisha yangu kwenye hatima ya maisha yangu, yangu. Roho Mtakatifu, karibu, tembea na mimi ninapokaa nyumbani. Roho Mtakatifu, Ewe mwalimu wangu. Ninapo kuja njiani, Roho Mtakatifu huo mlinzi wangu. Ninapokaa darasani, Roho Mtakatifu aunijae naliacha darasa hili mikononi mwako. Ninakushukuru Yesu. Tuliwahi kufika mahali hapa Bwana, wakati wa ufaulu ulipokuwa chini kabisa Baba, tukaliita jina lako ndani ya darasa la saba lile, ambao sasa wako fomiri. Bwana Yesu, tumeona mkono wako Yesu, tumeona nguvu zako. Tulipowahoji watoto wakasema ya kwamba wanasikia kulala walimu wakiwa darasani. E Mungu mkuu, tukaliita jina lako mari hapa, Mungu mkuu, tukakuita wewe ni Ebeneza, ukafanya na zaidi ya kufanya nao. Tumerudi tena mari hapa, wale watoto wako fomkiri sasa natukiwa, na tukiwa tunawasiliana nao kwamba wanaendelea vizuri na masomo yao, nao tumerudi tena kwenye hili li darasa nani ya watoto hawa Bwana Yesu ni na Wako. Yesu ninaomba upendeleo wako, nguvu yako ikashuke, mamlaka yako ikashuke, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba ninaomba katika mkoa namba moja, ndani ya shule hii, ndani ya darasa hili, ninaomba uweza wako, ninaomba nguvu zako, katika jina la Yesu. Nimekataa mauti, nimekataa mauti kwenye hili darasa watotoku na kusunza kwa jina la Yesu. Nimekataa ajali barabarani, nimekataa maonezo kwa watoto, nimekataa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu. Roho wa Mungu, karibu, karibu, tanda ndani ya watoto hawa shule Bwana Yesu, tunaomba ushuda, tunaomba ushuda, tunaomba ushuda, tunaweka tuna mikononi mwako mikono yako ni salama, walinde wapiganie. Yesu walinde wapiganie, Bwana mari yapo, tuna marahisi Yesu mari yapo, tunakuwa mikoa mari apo, tuna watu wakubwa wakubwa Jehova, mari apo, tuna wapakwa mafuta, mari apo, tuna neema yako imeshuka Bwana Yesu, simama mwenyewe. Mikononi mwako ninaweka shule yote, Bwana walinde, watunze, wapiganie pamoja na kwa shule wapo wako Yesu, na nguvu yako ikatamalake hata sasa. Wewe umetusaidia hata sasa, umekuwa mwamba wetu. Sante Ebeneza, maana unakwenda kuigonga shule hii muhuri na utukufu wako unaonekana. Tunategemea kupata wani za kutosha mali hapa, maana wapo wako umeonekana. Bwana asante Jehovah ile